Mbele ya waziri wa ardhi Aidah Nantaba, wakazi hao wamerushiana maneno yasiyo na adabu na kulaumiana kwa uuzaji wa ardhi wanakoishi kwa mwekezaji binafsi. Wamemtaja mwenzao kwa jina Kabugo Wilson kwa kula njama ya kuwalaghai na kuuzia wekezaji ardhi hiyo na baadaye kutoroka. <coughs> Kwa sasa anayedaiwa kuwa mmiliki halisi wa ardhi hiyo Ng'anwa wa William, amefichua kwamba amewasilisha swala hilo kwa maafisa wa polisi ili liweze kushughulikiwa vikamilifu. Nganwa, hata hivyo, anafichua kwamba alifanya majadiliano na kampuni ya Hilltop Investment Limited, yalolenga kuwasajili wakazi wote wa, wa kijiji hicho ili waweze kupewa fidia kabla ya kuhamishwa. Zamzam Siraj, taarifa ya habari.